Meelekeza nyuzi 45 juu, tayari wamekusha piga, anatoa ile ganda ili kusudi sikaeta madhara kwake, sababu likiendelea kubakia, kuna mabomu mengine yanaweza kuwajalipuka, likaja kamlipukia kwenye sila yake na kamletea madhara yeye kwao. Kuna umakini mkubwa sana katika kulipua mabomu haya ni mafunzo maalum ya utayari awamu ya pili yenye lengo la kuwajengea askari uwezo wa kuwa tayari katika jukumu la kusimamia uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani, ili kuwakumbusha askari kuhusu taratibu, sheria na kanuni mbalimbali zinazohusiana na uchaguzi mkuu. Aidha, mafunzo haya huwakumbusha askari matumizi sahihi ya zana mbalimbali zinazotumika katika utekelezaji wa kazi za jeshi la polisi ikiwemo bunduki, mabomu, risasi na zana nyingine, na jinsia ya yao ni a kike na sisi na hatuna swala la jinsia yeyote, anaingia kwenye uwanja wa mapigano na anatenda kama mwenye mali. Mafunzo haya yalifunguliwa tarehe 7 mwezi wa 5 2025 na mkuu wa polisi wilaya ya Longido SSP Hamilton Richard Matagi, yakihusisha jumla ya askari alkemfaili 20 katika vituo vya polisi vya Longido na Namanga. Mafunzo haya yalisimamiwa na mkuu wa polisi wilaya ya Longido na kuratibiwa na mkuu wa operation wilaya Longido SP General Frank Fute ambapo wakufunzi wawili kutoka kikosi cha kutuliza ghasia ya Arusha ambao ni assistant inspector Nguta H2270, Corporal Paul na K2266 PC Isaac. Mkuu wa wilaya ya Longido mkoa ni Arusha Salum Kalli, amefunga rasmi mazoezi haya katika uwanja wa polisi Longido na kushuhudia uhodari na ukakamavu wa askari kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba na maelekezo ya mjeshi mkuu rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan aliyoyashusha kwa mkuu wa jeshi la polisi nchini, na sisi tutayapokea haya. Yanaakisi kwamba sisi tuko tayari kulinda raia na mali zao. Wananchi wetu wanahitaji amani na utulivu. Ndiyo maana wako wanaofuga, wako wanaofanya biashara, wako wanaofanya shughuli zingine za kujipatia kipato. Kazi yetu ni kuhakikisha wao wanafanya ana shughuli zao zote, wanafanya wanafanya wanafanya, wanafanya kwa namna wanaofanya kwa utulivu na kwa amani. Adui kwetu hana nafasi. Mtu anayekuja kwenye wilaya yetu ya Longido kutuvuruga hana nafasi. Sisi tunafanya kwa mwongozo na maelekezo ya mirijeshi mkuu lakini Lakin pia tunasimama tuna kwa niaba ya wananchi walioko Longido. Tunataka wananchi wanufaike na uwepo wa Amiri Jeshi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uwepo wa majeshi yote yaliyoko kwenye wilaya yetu. Rai yangu kwa wananchi wetu wajue kwamba jeshi la polisi liko kwa ajili yao, tuko kwa ajili ya mali zao na wao wenyewe. Tuko kwa kuhakikisha kwa kwamba utulivu na amani unaendelea kuimarika. Raia ndio mlinzi namba moja kwenye eneo lake. Sisi tunafuata kuhakikisha tunaungana naye ili tuendelee kudumisha upendo, amani, mshikamano na yale ambayo tumeyafanya kwa maana ya biashara na shughuli zingine za kibinadamu zinazofanyika ziendelee kuwa bora. Tunategemea sana ushirikiano wa raia pamoja na sisi. Sisi ni sehemu ya raia, sisi ni sehemu ya wananchi wa Tanzania, sisi ni sehemu ya shughuli tinazozifanya Mkitupa ushirikiano na sisi, tunawapeni ushirikiano, lakini sisi tupo kwa ajili ya kuhakikisha mambo yenu yanakaa vizuri zaidi. Hakika nina amani kubwa sana kuona jeshi la polisi likisimamiwa na mkuu wa jeshi la polisi hapa Longido. Mmeiva vizuri mafunzo haya ambayo mmeyapata, msiende kujaribia kwenye maeneo ambayo hamjaelekezwa. Tunatumia mafunzo haya, tunatumia vitendo hivi pale ambapo tutahitajika kufanya, kufanya hivyo kwa maslahi ya umma kwa maslahi ya taifa letu kwa maslahi ya rais Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa maslahi ya kuwetwa mkoa Mheshimiwa Paul Makonda. Sio uchaguzi wa kwanza katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni mwendelezo wa chaguzi zilizofanyika. Leo tunakwenda kufanya uchaguzi mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa miaka mitano akiwemo mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Tunakwenda kupata, kupata wabunge tunapata madiwani sendezi, tukafanya uchaguzi wa kisayansi, uchaguzi wenye utulivu, uchaguzi wenye amani, uchaguzi wenye upendo, uchaguzi wa kushirikiana. Vyeo ni dhamana, tunakwenda kuwatumikia una watu. Unapokwenda kuomba nafasi ujue wewe unakwenda kuwa mtumishi wa watu wengi, kuwa mtwana wengi, kuwa viongozi, unakwenda kuonyesha mfano, unaonyesha njia ili watu wapite wa vizuri, kwa sababu wewe unapoomba uongozi, ukipata nafasi, basi hakikisha kwamba kwa kwa amani na utulivu iendelee kwa salama kwenye eneo hilo. Tushirikiane na wote, tunakwenda kuhakikisha kujenga historia kwenye mkoa wa Arusha, wilaya ya Longido, hiyo ni mfano mkoa wa Tanzania kwa ujumla, mikoa ishirini na sita Tanzania bara, tunatamani kuona wilaya hii iwe ya kwanza iwe ya mfano kwa utulivu, na sisi ndio tunaoulinda pia lango la Tanzania na Kenya. Tuna imani wageni wanaanzia kwetu kwenda maeneo wenda wenda mengine. Tunapokwenda kwenye uchaguzi, basi us ushirikiano uendelee kwa mkubwa, taratibu na sheria zifuatwe, kanuni za uchaguzi zifuatwe tisuatwe. Kila mtu atapata haki yake kwa miongozo na maelekezo na ya kanuni na sheria za uchaguzi. Tuko, tuko tayari kuzisimamia. Tuko, tuko tayari kulinda amani kwa utulivu huu. Ndio mfano na kielelezo leo ambao umepata mafunzo haya, mafunzo mahiri sasa, na lala usingizi nikiamini kwamba jeshi la polisi kupitia mkuu wa jeshi la polisi la wilaya na nyinyi wote ambao leo umepata mafunzo na imani kwamba ulinzi na usalama uko imara Mko timamu, hakuna mtu mgonjwa hapa, hakuna mtu atakayesema mimi upande wa pili mbavu zinauma, kwa sababu mafunzo yote mmeyapata kama alivyoelekezwa na ndivyosomewa risala. Hata utayari wa mwili tutairekebisha, na baada ya hapo tendea na taratibu zingine za mapigano. Kwa hiyo hatuhitaji kuchukua silaha nyingine mpya. Sisi wenyewe ndio mafundi na sisi wenyewe tunaozitumia. Kwa hiyo wataonyesha namna gani silaha itakuwa imeleta shida na baada ya hapo watairekebisha, na baada ya kurekebisha ataendelea na mapigano kama ilivyo kawaida. Kama unavyoona hapo mbele yako makamanda hao wako wanne na jinsia ya yao ni ya kike, na sisi jeshini hatuna swala la jinsia. Yeyote anaingia kwenye uwanja wa mapigano na anatenda kama mwenye mali. Tayari wako kwenye uwanja mapigano wa kivita na risasi zilimwishia, kwa hiyo anatake cover kwa ajili ya, ya kuweza eh, kuweka eh, magazini nyingine ili aweze kuendelea na mapigano. Unavyomwona hiyo sasa ni tactical reload. Ni kwamba yuko kwenye uwanja wa mapigano lakini sasa risasi eh, zimemwishia, anabadilisha magazini, anaitupa hapo na hana haja ya kuendelea kuchukua tena, maanake hiyo imeisha, hamna risasi nyingine tena. Hizi ni mbinu za mapigano Ameelekeza nyuzi 45 juu tayari wamekwisha piga, anatoa ile ganda ili kusudi sije kaleta madhara kwake, sababu likiendelea kubakia kuna mabomu mengine yanaweza kuwa hajalipuka likaja akamlipukia kwenye silaha yake na kamletea madhara yeye. Kwa hiyo kuna umakini mkubwa sana katika kulipua mabomu haya. Kama unavyoyaona mlipuko na, na yana vishindo sana na lengo lake ni kumwala ti adui na iweze kumuonyesha kwamba makamanda hao wamejipanga, na ikiwezekana aweze kuondoka katika eneo hilo, na kama akiendelea kukaidi, basi atafikiwa na kukamatwa na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Kama unavyoona, mheshimiwa ueleke